Kwa Morogoro tunatekeleza mkataba wa lishe ambapo kila halmashauri wamepewa viashiria kumi na mbili kwa ajili ya kutekeleza mkataba wa lishe, na kwa mkoa wetu wa Morogoro tunafanya vikao vya kila robo mwaka ili kuhakikisha kwamba tunaangalia vile viashiria kumi na nne ambapo wamepewa kama halmashauri wamefanya kwa kiasi gani. kwa kwenye hivyo vikao tunapiana pia malengo ili kuhakikisha kwamba kila mmoja anafikia malengo ya viashiria vile kwa lengo la kuondoa udumavu katika mkoa wa Morogoro na kuhakikisha kwamba watoto wetu wanakuwa na lishe iliyo bora. Tumekubaliana kama na halmashauri hapa, kila mmoja wetu hakikishe kwamba anakwenda kutekeleza vile viashiria kumi na nne na kuhakikisha kwamba katika kila kiashiria anafanya kwa asilimia 100. 100. Kwa hiyo niwaombe hawa wakurugenzi wa halmashauri, hasa kiashiria kile cha kutenga budget kwa ajili ya kuwalisha watoto kwa ajili ya, ya watoto chini ya miaka mitano, kitenga ile budget elfu na mia tano kwa kila mtoto wakisha kwamba ila, ila wanaitenga mapema, ili angalau zile shughuli za lishe ziweze kufanyika kwa wakati. Lakini pia kuna swala lile la chakula mashuleni ambalo nalo pia liona kwamba bado lina suasua sua, lina alama ile ya, ya njano kwa baadhi ya halmashauri na maswala ya lishe kwa mkoa wa Morogoro. Sisi mkoa wetu ni mkoa wa, wa, wa chakula, vyakula viko vingi sana kwa mkoa wa Morogoro. Kwa hiyo wakiamua kujipanga vizuri, watoto watakuwa mashuleni, watoto watakuwa mashuleni wote. Kwa hiyo tunaomba wale halmashauri zetu ziende kukaa na uongozi wa shule pia na wazazi waweze kukaa na kupanga namna gani ya kuwasaidia watoto waweze kupata chakula shuleni, kwa sababu, kwa kula shuleni kinasaidia watoto wanakuwa, kwanza utoro unapungua lakini pia watoto wanakuwa na akili kwa sababu muda wote anakuwa msikivu darasani kwa sababu anakuwa hana njaa. Kwa hiyo kila halmashauri sasa akishe kwamba zile kamati za lishe zinafanya kazi zake kwenda kwenye mashule kuhamasisha ulaji wa chakula mashuleni, hasa hasa wakati huu wa msimu ambao sasa ndio mavuno yako kwa wingi, ngalau basi wazazi waweze kuchangia vyakula ambavyo viko kwenye maeneo yao, waweze kuvichangia ili baadaye waweze kuwapikia watoto wao mashuleni, waweze kupata chakula na kuweza kwenda kuinua elimu katika mkoa wetu wa Morogoro. Kwa hiyo kila mkurugenzi wa halmashauri na kamati zake zizalishe hivi wafanye kazi kwa bidii wasifanye kwa mazoea, wakihamasisha swala la chakula shuleni linawezekana, kwa sababu chakula kiko chingi sana mkoani Morogoro. Kwa hiyo ni wao tu kujipanga na wazazi waweze kuona na, na, na, na gani watoto wao wanakwenda kupata chakula wakiwa mashuleni. Naitwa Salome Magembe, na Afisa Lishe wa mkoa wa Morogoro. Kwa mwaka wa fedha ishirini na nne ishirini na tano mpaka sasa kwa mwezi huu tunapomalizia mwaka mafanikio makubwa ambayo tunayaona ni mwitikio wa viongozi katika kusimamia shughuli za lishe kwenye ngazi ya kata kupitia viashiria vilivyopo kwenye mkataba, lakini tunaona pia mwamko wa elimu ya lishe kwenye jamii, kwa sababu shughuli nyingi zinafanyika katika ngazi ya jamii ili kuelekeza elimu, maana tunajua changamoto kubwa kwa mkoa wa Morogoro ni uelewa wa masuala ya ulaji, kwa sababu upatikanaji wa chakula upo kwa kiasi kikubwa lakini ni namna jamii ambavyo inatakiwa kuelimishwa namna ya utumiaji wa chakula. Pamoja na mafanikio, lakini bado tunaona kuna baadhi ya viashiria utekelezaji wake ni wa wastani, mojawapo ikiwa ni kiashiria cha idadi ya wanafunzi wanaopata chakula wapo shuleni. Tunaona bado tuna asilimia sabini na saba kimkoa kwamba asilimia sabini na saba wanafunzi pekee ndo wanaopata chakula. Ah, changamoto tunaona bado mwitikio wa baadhi ya wazazi kwenye kuchangia bado ni mgumu, lakini pia changamoto nyingine tunaona kwenye matumizi ya fedha zilizotengwa kwa ajili ya shughuli za lishe, bado baadhi ya halmashauri wamekuwa na kusuasua katika utoaji wa hizo hizo fedha kwa ajili ya utekelezaji wa fua za lishe, lakini changamoto nyingine tunaona bado tuna idadi kubwa ya wanawake hususani wajawazito ambao wana upungufu wa damu. Kama mkoa tumejiwekea mikakati kwanza kwenye afua ya uh, upatikanaji wa chakula shuleni kuhakikisha kwamba tunakaa na kamati za shule kuwaelimisha wazazi kwamba umuhimu wa zazi, kwa mtoto kupata chakula shuleni unaakisi vipi katika matokeo yake na ufaulu wake, lakini pia kutumia platformu ya kipindi hiki cha mavuno kuweza kukusanya chakula kwa stoku ya kutosha kuweza kukidhi mahitaji ya watoto wanapokuwa shuleni kwa temu nzima, lakini swala lingine kwa upande wa upungufu wa damu, mikakati iliyopo ni kutoa elimu katika ngazi ya jamii kupitia vituo vya utolea huduma za afya, lakini sambamba na kwenye jamii katika zile siku za afya na lishe, kwa kuwaelimisha jamii ni vyakula gani wanavyopasa kutumia ili kuweza kuongeza damu, lakini pia na afua mbalimbali ambazo zinaingiliana na, na kutatua changamoto hizo, ikiwa pamoja na kutokomeza masuala ya ugonjwa wa malaria, masuala ya usafi wa mazingira ili kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa na afya njema. Lakini pia kwa watekelezaji ambao ni wakurugenzi wa halmashauri, kama mkoa tunashauri kwamba ule utekelezaji uweze kusimamiwa kwa ufanisi, ikiwemo pamoja na kutoa fedha kwa wakati, ili shughuli zilizoainishwa ziweze kutekelezwa kwa wakati kabla ya mwaka wa fedha kutimia. Kwa majina anaitwa Jenifa Mayenga, ni afisa lishe kutoka halmashauri ya wilaya ya Morogoro. Kama watekelezaji wa sheria mbalimbali vya mkataba wa lishe kuna changamoto mbalimbali ambazo bado tunakutana nazo, na moja ya changamoto kubwa ni ukosefu wa wataalamu wa lishe katika halmashauri, lakini pia katika vituo vya kutolea huduma za afya na ngazi ya kata. Lakini pia changamoto nyingine ambayo tunakumbana nayo ni mwitikio mdogo wa jamii au wazazi, hasa katika uchangiaji wa huduma ya chakula shuleni ambayo inafanya kiashiria hiki kwa mkoa wetu bado hatufanyi vizuri sana. Kwa hiyo tunaiomba jamii lakini pia viongozi, tuendelee kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa huduma ya chakula mashuleni, ambayo sio tu inasab... ina umuhimu katika kuhakikisha watoto wanapata chakula, ila ni muhimu katika kuboresha afya na hali zao za lishe, lakini pia ni muhimu kwa ajili ya ufaulu na inapunguza utoro kwa wanafunzi.